kutembeza kadi nyumba kwa nyumba, watumie kadi dialect kwenye simu zao za mkononi iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki whatsapp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma limefanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya mtu aliyetambulika kwa jina la Omari Hamis Ramadhani mwenye umri wa miaka ishirini na tisa, mkazi wa Ng'ong'ona, aliyefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari wawili waliokuwa katika doria ya kudhibiti matukio nyang'anyi. Hayo amesema jijini Dodoma na kamishna wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ACP Galus Hyera akizungumza na waandishi wa habari huku akitoa ufafanuzi wa ajali iliyotokea wilaya ya Mpwapwa na kusababisha vifo vya watu watatu. Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma linatoa taarifa ya ajali iliyotokea Disemba tarehe 27 2025 ajira ya saa 5 usiku katika kitongoji cha Kinyalanya kata ya Godegode -gode, wilaya ya Mpwapwa ambapo gari aina ya Toyota Noa lenye namba za usajili T 546 DXF lilianguka katika daraja na kusombwa na maji na kusababisha vifo vya watu watatu. Gari hilo lilikuwa likiendeshwa na Arun Simon, miaka arobaini, mkulima na mkazi wa Godegode, ambaye alijaribu kuvuka daraja hilo lililokatika kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na kusababisha vifo kwa Mclean Gelisada, miaka ishirini na tatu mkulima na mkazi wa Godegode -gode, pamoja na mwanae mwenye umri wa siku nne na Hans Mnadi, mtoto wa miaka miwili mkazi wa Kidende. Vilevile, Jeshi la Polisi linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Omari Hamis Ramadhani, umri wake ni miaka ishirini na tisa mkazi wa Ng'ong'ona ambalo lilitokea li, Desemba tarehe 27 mwaka huu 2025 majira ya saa saba usiku maeneo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kata ya Yumbu, ambapo askari wawili wakiwa katika doria ya kudhibiti matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha ks unyang'anyi wa kutumia silaha maana mapanga katika eneo hilo walisimamisha pikipiki ambayo waliitilia mashaka ikiwa imebeba watu watatu wadhani wao ni waalifu, lakini pikipiki hiyo haikusimama. Hivyo askari hao walifyatua risasi na kumjeruhi mtu mmoja ambaye alifariki njiani wakati akipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mwili wa marehemu umekabidhishwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Hata hivyo, uchunguzi wa tukio hili unaendelea ili kubaini eh, ukweli wa tukio lenyewe na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tunavyoelekea kwenye sikukuu ya mwaka mpya, wananchi wachukue tahadhari kwa maana kwamba eh, kwenye nyumba za kwao ziwe na ulinzi. Naita ulinzi jirani. E, akitoka basi, amjulishe jirani yake ili na yeye aendelee kumwangalizia, lakini pia e, kwa wale wanaotumia vyombo vya moto wachukue tahadhari wawapo barabarani, lakini pia hata watumiaji wale wengine wa barabara nao wachukue tahadhari ili kuhakikisha kwamba muda wote wanakuwa salama. Vinginevyo Jeshi la Polisi linawatakia heri ya mwaka mpya. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari wakati wa mvua, hasa wanapovuka maeneo hatarishi, ili kuepusha majanga yanayoweza kuepukika. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share, ili wa kwanza kupata taarifa zetu.